Emanuel Gabriel, jina linaloendelea kuandikwa kwa heshima kwenye vitabu vya kumbukumbu ya soka hapa nchini. Safari yake ya kusakata kabumbu haikuanza kwenye viwanja vikubwa wala nyasi za bandia, bali ni katika ardhi yenye tifutifu lililochanganyika na nyika na kokoto. Hapa ni Tazara Mbeya. Kiacha kipindi mdogo Tazara Mbea nikaja Nazareti ya, ya Njombe. Baba Paroko alikuwa mzee wangu marehemu Faza Mwajombe yupo na Faza Chaula marehemu. Hao ndio walikuwa wanatulea kama watoto wao na wanatufanya tuupende mpira na tuendeleze, sababu ile timu tumeingia toka iko daraja la tatu taifa, bila wao kwa kweli ingekuwa hamna. Na kocha wangu ambaye alikuwa anatulea kama watoto wake, Mungu amlemu huko aliko Ahmed Mumba. Hapa ndipo kipaji chake kilianza kung'aa. Pengine ana shukrani za dhati kwa aliyevumbua kipaji hicho kwa kushirikiana na makocha wengine waliomuamini. Na sio Simba tu mpaka timu ya taifa ambao umenisaidia ukiondoa marehemu Mzirai mwalimu wangu ambaye simsau hata kama alikuwa ni Yanga. Chais, Bonifasi Mkwasa Master, akiwepo mzazi Pati Kifidi, Twalibu Ilali, Milovan Silkovic. Wale ni walimu na ni wazazi mm. Watu wanamchukulia Mkwasa poa sana, nisiseme uongo, lakini Mkwasa ni mzazi. Alikuwa Yanga, nilikuwa Simba, alikuwa anatufanyisha mazoezi tuko na national team, habagui kusema eti huyu yuko Simba nimweke nje nimweke wa Yanga, ana hiyo na wa Yanga alikuwa akikosea anamwambia umemwona huyu, hata kama sisi hatumwambii kitu, anafanya mazoezi na anaziada yake, sisi tunamuona anafanya nini ana nia ya kucheza na atacheza na, akikuwa anakwambia kitu anakwambia ongeza juhudi, utafanikiwa. Jina lake lilivuma na kugonga vichwa vya habari kwa mashabiki wa kabumbu kote nchini alipokamilisha uhamisho wa kwenda Simba Sports Club mwanzoni mwa miaka 1990. Ni Simba Sports Club iliyomtambulisha katika jukwaa la kimataifa, na ni Simba hiyo hiyo ndiyo iliyompa nafasi ya kulizamisha jahazi la mabingwa watetezi wa Afrika mnamo mwaka elfu mbili na tatu, Zamalek ya Misri. Zamalek ilikuwa ni timu ambayo tishio wa Afrika. Yaani hakuna ambaye alikuwa juu na ndio ilikuwa inaongoza kwa vikombe. Sio hawa ali, ali ambao wamepanda saizi. Alikuwa mwanaume Zamalek. Alikuwa anakuja kucheza na Simba, wenyewe akawa anachukulia, ah, tumeshamaliza. Tunachana na Simba hata ajulikaniki ni timu Tanzania lakini kwenye ukanda wa mpira haipo. Lakini kwa kuwa tuliamua na tulikuwa tunajitoa. Tuliwaonyesha, tuliwa kama mpira sio mnavyofikiria. Tuliwafunga tuliwa hapa moja, na Mungu alisaidia, mimi ndio nilifunga. Wakaenda kwa katufunga moja, tukatoa kwenye penati. Kwa hiyo ni mechi ambayo, ukiondoa hizi za utani, ni mechi ambayo iko kwenye akili yangu sana. Na ni mechi ambayo ilikuwa ilikuwa tafu kama huko fit. Mechi wanaimaliza mapema kabisa. Ya kusema nitaweka nguvu kwa kipindi cha pili hakuna. Unavyoanza ndivyo unavyomaliza. Katika mchezo wa kwanza uliopigwa kwenye uwanja wa Uhuru, Dar es Salaam, Gabriel Gabriel aliwatungua Zamalek goli pekee lililoipa ushindi Simba Sports Club na kuandika historia, goli lililoamsha hisia kwa wapenzi na mashabiki wa Simba na taifa kwa ujumla. Ilipigwa pasi ndefu, nilienda juu, nikamwekea Ulimboka pembeni. Ulimboka kadibwa kama mara mbili, yule beki alivyokuwa anamfuata, akaitanguliza mbele, mimi nikaitokea, kipa kana anakuja nikamchambua. Nilikuwa goli la upande nafikiri wa, wa kusini upande wa Yanga kule shamba la bibi. Na katika mchezo wa marudiano, kwa kila aliyekuwa shabiki wa soka nchini Misri, walitamani kumwona Emmanuel Gabriel tena akiwa uwanjani. Mimi mwenyewe nilikuwa najijua ni wa kawaida tu Emanuel Gabriel kama ninavyojulikanika hapa. Nilipofika kule baada ya kuona sa zaidi ya vyombo vya habari 20 vinataka kuongea na mtu mmoja kipindi kile Kiarabu sijui tofauti na size. Wanasema Elid Kalam Jibrail. Wanasema tunataka kuongea na na Jibrail, yani ndio Gabriel. Sasa wakisema Jibrail, wewe ni Jibrail yani Gabriel yuko wapi? Sasa inakuwa ile sasa sijui Kiarabu, unaona, ah ni swala ambalo lipo sasa nilivyoitwa na viongozi. Sasa vyombo vya habari vimekaa hapo vinaanza kunioji. Imekuwaje kwa taifa nazo lipata wao wanacheza Simba? Nikamwambia ni Mungu amepanga. Sasa mimi naongea Kiswahili, kuna anaye translate pale, anaye tafsiri ambaye anaweza Kiarabu, na nikamwambia sio Tanzania tu, hata hapa nitawafunga tu, sababu mpira ni ule ule na tunaweza kucheza. Kwa hiyo sina wasiwasi wowote kuhusiana na swala la kufunga au kucheza. Wakasema kwa nini unacheza Tanzania kwa mpira ulioonyesha? Nikamwambia ni Mungu amepanga nicheze Tanzania. Akipanga nitoke, nitatoka; asipopanga nitabakia lakini nilipata kitu ambacho mimi mwenyewe akini mwangu kimenikala mpaka sikuamini kama ni kweli. Unavyojichukulia sisi ndivyo ninavyochukuliwa na wengine wanaokuja kutuona kwa mara moja, basi ndio tofauti ambayo niliuona na heshima niliyoipata, nilikuwa linatajwa jina langu kiukweli, eh Jibraeli, Jibraeli, hasa kwa kuwa hatujui Kiarabu kumbe ndio Gabrieli e. Hii historia ya Emmanuel Gabriel ni kioo kwa wachezaji wa kizazi cha sasa Wakati soka limehama kutoka kuwa la ridhaa hadi kuwa sehemu ya biashara, Gabriel ana ujumbe huu kwa vijana wa sasa. ufanyaji wa mazoezi wa wadogo zetu ni hafifu. Mazoezi ya timu wanachukulia hayo ndio basi, ana kujiongeza ana individual. anajua nikifanya haya imeisha. Kuna timu zingine mwalimu anataki ufanye individual, kuna timu zingine mwalimu anataka ufanye individual.

na ukiangalia magoli mengi yanafungwa ya vichwa, kwa ajili beki anangoja aokoe, mshambuliaji anafuata mpira. Ndio maana na saa hizi amepungua ni, kwa, ni wenyewe wachezaji wetu, lakini kama wataamua kulifanyia kazi, kitu kiko wazi tu, hakina ugumu wote. Je, ulijua kuwa Emanuel Gabriel kabla ajawa mshambuliaji aliwahi kuwa mlinda mlango? Nilikuwa niko mdogo, nilikuwa naitwa naitwa mwameja, uwezo uliokuwa na sababu umishunta umiseta nilikuwa nacheza kipa na ndani. Sasa ule uwezo wangu wa kufunga ananiambia hapana. Tutakuhamisha ucheze mbele ili uwe unapata muda mwingi wa kufunga. Toka nilipoanza kucheza hapa sijawahi rudi tena. Na kwa nini walinda mlango wengi wanapobadili mawazo katika nafasi zao uwanjani uamua kuwa washambuliaji? Sijui kwa kuwa inakuwa ni kazi yao kufungwa na hao watu sielewi mpaka mimi mwenyewe sijapata jibu. Lakini ni kweli kabisa. Hadithi ya Emanuel Gabriel ni somo na dira yenye y matumaini inabaki kuwa kumbukumbu kumbu, yenye ndoto ya kuwa mwanasoka mkubwa ndani na nje ya taifa hili, lakini kwa kucheza Simba au kuomba Mungu kucheza timu kubwa. Kiukweli ni Simba, toka mtoto ninapenda Simba na nilikuwa namwomba Mungu anisaidie endapo nitapata nafasi ya kucheza Simba niweze kucheza, na Mungu alinisikia akanisaidia. Kiukweli, Mungu ukimwomba anakupa, japo siyo leo, kesho, kesho kutu, ila anakupa. Emanuel Gabriel, jina litakalosalia kwenye historia ya soka la Tanzania kwa heshima ya kipekee.